Au wasomaji wapi wa vitabu wanaweza kusoma vitabu vizuri na kuweza kuvifahamu. Tuelewe, usomaji wa vitabu sio kitu rahisi, kwamba kila mtu anaweza akasoma kitabu. Unahitaji mikakati na njia zilizo bora ili uweze kusoma kitabu na kufahamu kilichomo ndani ya kitabu, kilichomo ndani ya kitabu. Kwa hivyo kuna njia mwafaka ambazo zinaweza kukusaidieni ukaweza kusoma vitabu kwa urahisi, lakini pia kufahamu kilichoandikwa kwenye vitabu. Ili uweze kusoma vitabu au ili uwe na moyo wa kusoma vitabu, kuna mambo lazima unatakiwa kuyafuata kwa kujenga moyo wa kupenda kusoma vitabu. Kwanza kabisa, weka malengo madogo ya kusoma vitabu, tia nia angalau kwa siku uweze kusoma karatasi au kurasa kumi au kumi na tano. Ukiwa na utamaduni huu, maana yake utakuwa na hamu ya kutaka kusoma vitabu mara kwa mara. Huwezi siku moja wewe ukasoma karatasi hamsini kwa wakati mmoja, maana yake utakuwa unasoma tu, husomi, unapita tu. Kwa hiyo cha kwanza, ili uwe msomaji mzuri ili uweze kufahamu kile kilichoandika kwenye kitabu lazima uwe na malengo ya kusoma angalau karatasi kumi na tano au karatasi ishirini kwa siku. Hali hii maana yake itakuhamasisha uwe na hamu ya kuendelea kusoma vitabu. Kwa hiyo la kwanza. Lakini la pili, chagua vitabu unavyovutiwa au vinavyovutia kwenye kusoma. Soma vitabu haswa haswa vile vinavyofurahisha. Usisome vitabu vikubwa, anza kusoma vitabu vidogo ambavyo vina stori nzuri za kuvutia. Hali hii maana yake utahitaji au itakuhamasisha mara kwa mara upende kusoma vitabu, na ile stori uipate kuifahamu, na inaendelea vizuri, haswa vile vitabu ambavyo vinakupa bora, haswa vile vitabu vinakuhamasisha kwa kujitambua wewe ni nani. Lakini la tatu panga muda maalumu wa kusoma vitabu. Ukitaka kuwa msomaji mzuri wa vitabu lazima upange muda mwafaka. Sio kila wakati unaweza ukasoma vitabu, tengeneza muda wako mwafaka na sehemu maalumu ya kusoma vitabu. Hali hii itakufanya usome kwa umakini na kuwa makini kile unachokisoma au kile ki unachokizungumza kwenye kitabu. Hii ni miongoni mwa njia nyingine ambayo kiukweli ukiwa mnaitumia vizuri, wale wasomaji wapa vitabu pamoja na wanafunzi, vitakuhamasisha uweze kusoma vizuri. Kuwa na utamaduni wa kununua vitabu, hiyo ni ya nne. Tusiwe na utamaduni pesa tunaoipata tunanunua, pengine tuna bada cd au tunatumia kwa kula. Kuwa na utamaduni wa kununua vitabu mara kwa mara, hali hii pia itakuhamasisha, kile ulichokinunua lazima ujifunze. Kwa hiyo ni kushaurini sana wanafunzi, kama mnataka mwe wasomaji wazuri, mnataka kufahamu kilichoandikwa kwenye kitabu, upendelee kuzingatia haya mambo mliyofahamu. Malengo yetu sisi walimu wenu huhakikisha nyinyi wanafunzi na kuwa wasomaji wazuri wa vitabu na kufahamu kini...